Aa, hakuna matata leo. Nimekwambia, nimekwambia, umewaona hapa, umewaona hao, wanaitwa ni wafungwa aalileta wenyewe kuja kuhukumiwa katika gereza kubwa, na ndomana mmoja akaja na naai kabisa, kajianda, kwa sababu mfungwa siku zote huwa anajiandaa mapema, anatafuta, kwa sababu hapei shuka bila kutafuta. Nguo nzito hawezi kumudu. Wewe kwa fikiria kwa joto letu hili la New Amani Guantanam, lakini mtu bado anavaa nini? Anavaa sweta. Kuna shida kuna shida. Ninakwambia baada ya dakika 90. Leo leo ndo leo, leo, leo. Wafungwa wamekuja leo, tukutane hapo nyuma. Leo tunacheza mechi ya klabu bingwa ambayo ina jezi, ni feyala. Umeiona hii ina feyala hapa. Hujaiona kaka, eh? Kule, kule kungine anafanya kukopi na kupesti, yani unatoa kidogo nafanya hapa hivi unaweka pale ndio waambia mechi ya kesho ukisikia kama kesho kuna mechi ujue ni ligi kuu. Haina tofauti, ni ligi kuu. Mechi ya klabu bingwa ina jezi yake. Hili cup limekuja tupu au kuna kitu ndani, kaka, kaka? Naweza kukushikia maiki, naweza kukushikia maiki, ngoja ili usikie, ili ujue kama uzito upo na tunashinda. Hebu nyanyua wewe, fanya kama unanyanyua wewe Unasiaje? Embu nyanyua tu, unajisiaje? Alafu dakika tisini likiwa na ile redio kama unaionaga, KMC imekaa juu redio, alafu na kapu, natembea muda woyote kwa ajili ya kutoa hamasa. point tatu unazikosaje? nikikupa wewe? Kabisa. utoboi uongo kweli? Kabisa. dakika tatu utoboi hapo, ushachoka hapo, lakini mimi sina mazoezi yoyote, ila na mazoezi ya kuishabikia Yanga na kuisifia Yanga na muda wote kutoa hamasa kwa ajili ya mashabiki kuja kuisapoti timu yao na tuendelee kuisapoti timu yetu ili kupata mazuri, tuweze kupata mambo yaliyoko mazuri tuweze kufurahi na timu yetu. Alafu kingine kikubwa zaidi ni mashabiki, tukuendelea kujisajili kadi bila malipo, ni mzigo mchongo kujisajili, kwa sababu tunapojisajili ndipo samani ya klabu yetu inaonekana, na kila msimu kuja kutoa jezi mpya na mechi ya kimataifa na jezi ya kimataifa, kaka jezi ipo Yaani, hapa mmetufanyia surprise kwa sababu, tulikuwa kuna jambo la tutatima kama kawaida yetu Yanga. Nadhani tulikuwa wote pale, tumepitiliza moja kwa moja, tulikuwepo kule, tumepitiliza moja kwa moja mpaka hapa, na sijaweza kwenda kuchange kwa sababu mmenambia dogo, usiondoke, tuna jambo takukimbia ndugu yangu. Tutasema na najeuri, na sisi sio sifa zetu kuwa majeuri, sisi ni wanyekevu, na ndio maana yoyote aje, hata ukiwa mshabiki watimu wa aina gani, una jezi yako aina gani, karibu katika gereza la Guantanamo, uje usikilize mashtaka na hukumu watakaopatiwa Waarabu. Farabati leo, pointi tatu lazima, magoli leo, tunaweza tuka... mimi nakwambia hivi, farabati simpigi china magoli mawili, namchezesha kwenye jua kali, halafu bado una magoli machache. Hukumu yake huyu atasomea vifungu vifungu nywi, ibara ya mia sita sitini na sita inahukumu, ina makosa matatu tu na zi, lingine utakwambia wewe umezulumu mali ya umma, ndio maana amekuleta kwenye gereza kubwa. Na unajua sheria kuzulumu, kuzulumu mali ya umma, kwamba wewe kifungo chako mpaka dunia utoisikia wala nje utopaona, uto panafanana vipi? Na ndio maana tukamleta kwenye gereza kubwa sababu tuna sababu zote. Yanga tunashinda leo Yanga, naongea tena, Yanga tunashinda leo. Na nisiposhinda leo kaka, hey. nifuate hapa hapa, mimi natembea napiga kichulachula mpaka bandarini, hey. angalia urefu hapa, Amani mpaka hey. bandarini ukoje? Mimi navua shati natembea kwenye boksa, na na kaka, nakwambia, navua shati natembea kwenye boksa natembea kwenye boxe tena napiga kichula chula mpaka bandarini. Yeah, yeah. nikimfunga goli moja yeye yeah, yeah, kashinda yeah, yeah. Kaka mi nakwambia hifadhi na uzuri wa bahati, mna hifadhi wa waandishi wa habari na mnakuja kutusomea baadaye japo nyie, eh, wanatembea uchi so unaona, waambie. Hebu niambie watembea uchi. Umewaona wanataka kuruka ukuta, liakua gantanawa mwana ukuta pakurukia na ukiogelea ni mbali kufika ujuta. Yani, ukishadumbukia kwenye yale maji, hujui kwanza ni wapi unapoelekea. Umewaona wale pale wanaangaika? Hebu tuwaite. Come on, hey guys, come on, why mnaangaika wapi? Kiarabu kinapanda, waje. Karibu, karibu, karibu, karibu. Napata, nakimbia wana mashabiki ya klabu ya soka Yanga Africans hao wakiwa sambamba na Waarabu wakijiandaa kuelekea mchezo wa leo ambao unaenda kupigika saa kumi hapo uwanja wa Amani Benjamin, eh, Amani Karume eh.